Zaiylissa ameweka wazi kwamba tayari Haji Manara amempatia talaka zake zote na wameachana rasmi, ile sasa kwa maana ya kupeana talaka. Ameandika hivi kwenye moja ya posti ambazo Juma Lokole ameziweka akiwa anazungumzia hii historia yao, na alikuja kwenye sehemu ya comments hapa akaandika, hatimaye nimepata mahi wangu japo kwa mbinde, yani hapa niko lelelele na andaa usiku wa talaka. So, anasema kwamba anajipanga kuandaa usiku wa kusherehekea talaka. Kwenye zile posti zake za mwanzo ambazo niliwekea hapa, anasema kwamba amekuwa akidai talaka yake kwa muda mrefu sana, takaribia mwaka sasa hivi wamekuwa wanaishi na Haji Manara. Anasema amekuwa akiishi kwa kujilazimisha, sio kwamba anapenda ila alikuwa na e, fosiwa kuwepo kwenye hiyo ndoa. Kuna muda mwingine mpaka ku pretend. Amedai talaka kwa muda mrefu sana, lakini jamaa alikuwa na kaza hataki kutoa talaka. So, finally baada ya mambo kuwa yamefika mtandaoni e, Zaiylissa anasema kwamba Haji amempa talaka zake na wameshaachana rasmi. Haji pia kwenye posti yake ambayo nilikuwekea hapa anamwambia eh, moja sababu kubwa ambayo imefanya waachane ni Zaiylissa alikuwa hampendi mtoto wake, kuna muda anamnyima mpaka chakula. So yeye jambo la kwanza ambalo analipa kipaumbele ni familia yake kwanza. Ikitokea mtu aiheshimu familia yake, basi bora, bora aende, aondoke kabisa eh, kwenye maisha yake. Kwa hiyo amekubali kuachana na Zaiylissa kwa mujibu alichokiandika yeye mwenyewe, akiweka na hiyo hashtag acha aende. So kwa hivyo hali iko hivi kwa sasa. Kitakachoendelea baada ya hapa sasa, itakuwa ni yale tu maneno ya mtu na ex wake kushambuliana mtandaoni. Lakini kwa mambo ya ndoa, kwa walioandika wao wenyewe ni kwamba imevunjika, imefika mwisho, wameshindwana na kila mtu ameamua kushika hamsini zake. Wanakumbuka pia, kulikuwa na taarifa za Zaiylissa kwa mjamzito miezi ya hivi karibuni, sijui imekuwaje ama pengine ilikuwa tu ni watu wameona vibaya tumbo na mambo mengine. Lakini kama ilikuwa ni hivyo Do you think hali itakuwaje baada ya hapa? Wameachana alafu Zaiylissa ni mjamzito? I don't think kama ni mjamzito, lakini kama ni kweli ana ujauzito e, itakuwa ni another story. Kuna mtazamo gani hapo chini kwenye sehemu ya comments? Lakini pia nikukumbushe ku subscribe kwa taarifa nyingine kila wakati.